Urusi imetekeleza mashambulio ya ndege zisizo na rubani na makombora kuelekea jijini Kyiv na kusababisha vifo vya watu watatu kulingana na maofisa wa Ukraine. Maafisa kutoka katika idara ya masuala ya dharura wamechapisha video ikionyesha wahudumu wa afya wakiwabeba watu waliojeruhiwa na kuwapeleka kwenye magari ya wa wagonjwa mahututi. Jeshi la Ukraine likidhibitisha vifo vya watu watatu hao ambavyo vimesababishwa na makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi jijini Kyiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski amesema watu 49 walikuwa wamejeruhiwa kote nchini kutokana na mashambulio hayo ambayo yaliripotiwa pia katika miji mingine mbali na Kyiv. Haya najiri baada ya Kremlin kutishia kujibu mashambulio ya Ukraine dhidi ya maeneo yake ya kijeshi, rais wa Marekani Donald Trump akithibitisha wiki hii kwamba Rais Vladimir Putin alikuwa amemwambia kwamba nchi yake itajibu mashambulio ya Ukraine.